Ardhi hajui yako na kuume kodi na, na masharti ya kukodi ni kwamba ni lazima ufanye kile ulichosema utafanya. Sasa kuna Mohamed Enterprise ana ardhi ana mashamba ya, ta, ya, ya, ya chai lakini yameachwa yamekuwa pori. Sasa tunataka kuiambia serikali kutokea Rungwe na kupitia kwa waziri wa kilimo wa Tanzania, ardhi hii kama Mohamed Enterprise imemshinda na haizalishi, airudishe serikalini. Serikali itajua namna ya kufanya, kwa sababu sheria ya umilikaji wa ardhi ni kwamba ukipewa lazima uzalishe. mashamba ya chai pamoja na viwanda liyokuwa kampuni ya majani ya chai iliyokuwa ikimilikiwa na Mohamed Enterprises. Mashamba haya yamechukua eneo, yameunganisha zaidi ya kata tano. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Makamu Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, mashamba haya yamechukua eneo kubwa lenye ardhi nzuri ya kulima. Wananchi wa hayo maeneo niliyoyataja wako milimani na kwenye mawe. Matokeo yake sasa, kwa nini nimekuja hapa yametelekezwa sasa, amekuwa mapori ya kufugia chatu na wanyama waharibifu kwa wananchi. Utapita unapoenda Kiero utayaona. Haya nayasema ni dhahiri, utayaona. Na mwisho wa siku tunajiuliza, huyu Mohamed ni nani sana? Mohamed ni nani? Alishikilia uchumi wa watu wote hao miaka na miaka, toka enzi za mababu zetu. Mzee ukiwa kijana, mwaka 74 yale mashamba alikuepo, babu yangu mzee Mwakibibi alitoa pia eneo lake pale, lakini leo yametelekezwa, wananchi, population inaongezeka, vijana hawana mahali pa paku, kuishi Yagawiwe basi kwa wananchi wa Rungwe, tulime na vijana wetu wajenge. Mohamed nyang'anyo, hayo mashamba hayana tija tena kwa Rungwe na kwa nchi. Wananchi tunaathirika sana na upatikanaji kiuchumi. Uchumi wa wananchi wanayozunguka kiwanda hicho pamoja na mashamba hayo ya Mohamed yanategemea sana kiwanda hicho, lakini kwa muda mrefu mashamba yametelekezwa kiasi ambacho wananchi wameathirika kiuchumi kwayo. Tunaomba ikiwezekana, mtusaidie ili yale mashamba yatumike ili kuinua uchumi wa wanailima na wananchi wa Rungwe kwa ujumla. Tunahitaji msaada wenu, mtusaidie ili wananchi wanufaike na mashamba haya. Pili, naomba niseme tu kwamba kwa kutokana na mashamba haya yaliyotekezwa, sasa hivi imekuwa ni mapori makubwa mno. Ningeomba ikiwezekana, basi watu wanufaike kwa namna yote kuyatumia kuliko kuachwa jinsi yalivyo.